taifa ya uchaguzi mheshimiwa jaji wa mahakama ya rufaa jaji Kaijage, ili sasa aje mbele yenu kwa ajili ya kutoa hotuba ya ufunguzi wa kikao chetu cha leo. Mheshimiwa, karibu sana. Waheshimiwa e, wajumbe wa tume, mwakilishi wa msajili wa vyama vya siasa, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, ndugu mkurugenzi wa uchaguzi, mwakilishi wa jeshi la polisi, ndugu watendaji wa tume, Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe, assalamu alaikum, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, kwanza naomba kuchukua fursa hii kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwakaribisheni wote katika mkutano huu muhimu ambapo kama kawaida kunapokuwa na uchaguzi mdogo tunakutana ili kujadiliana kwa pamoja kuhusu masuala mbalimbali yakiwemo maandalizi ya uchaguzi mdogo wa ubunge na madiwani. Pili, ningependa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa ushirikiano watume wakati wote na niwaombe ni mwendelee kuonyesha ushirikiano huo. Nasi Tume ya Taifa ya Uchaguzi tutaendelea kutoa ushirikiano wakati wote wa utekelezaji wa shughuli zote za kiuchaguzi. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 ibara ndogo ya sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisomwa pamoja na kifungu cha 37 kifungu kidogo cha kwanza B cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura 343 na kifungu cha 13 kifungu kidogo cha tatu cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa sura 292 ni jukumu la tume ya taifa ya uchaguzi kusimamia, kuendesha, kuratibu uchaguzi wa rais, wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani wa Tanzania bara. Napenda kuwataarifu kuwa tume imepokea barua kutoka kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye, kwa kuzingatia kifungu cha 37 kifungu kidogo cha tatu cha sheria ya taifa ya uchaguzi, ameitaarifu tume uwepo wa nafasi wazi ya kiti cha ubunge katika jimbo la Buyungu halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma. Jimbo hilo limekuwa wazi kutokana na kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Kasuku Samsoni Bilago. Tume pia imepokea barua kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa ambaye kwa mujibu wa kifungu cha 13 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa alitoa taarifa ya uwepo wa nafasi wazi za madiwani katika kata 79 za Tanzania Bara. Orodha ya kata hizo mmepewa tayari. Baada ya kupokea taarifa hizo, tume imetangaza ratiba ya uchaguzi huo kama ifuatavyo: fomu za uteuzi zitatolewa kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 14 Julai mwaka huu. Uteuzi wa wagombea utafanyika tarehe 14 Julai mwaka huu. Kampeni za uchaguzi zitaanza tarehe 15 Julai mwaka huu na kumalizika tarehe 11 Agosti mwaka huu, na siku ya uchaguzi itakuwa tarehe 12 Agosti mwaka huu. Hadi kufikia siku ya leo, hatua zilizochukuliwa kuelekea kuleke, uchaguzi huo mdogo wa ubunge na madiwani ni kuteua watendaji wa uchaguzi katika halmashauri husika na kuendesha mafunzo kwa watendaji hao. Pia tunaendelea na maandalizi ya vifaa vya uchaguzi. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, uchaguzi huu mdogo wa ubunge na madiwani unahusisha jimbo la Buyungu halmashauri ya Konko, ya Kakonko na udiwani kwenye kata 79 zilizopo katika halmashauri 43 kwenye mikoa 24 ya Tanzania bara. Kwa upande wa watendaji wa uchaguzi katika jimbo la Buyungu na, na kata 79, kutakuwa na wasimamizi wa uchaguzi wapatao wa 44, wasimamizi wasaidizi ngazi ya jimbo 88, na maafisa wa uchaguzi 44. Wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata wanatarajiwa kuwa 184 na kwa upande wa vituo vya kupigia kura kutakuwa na wasimamizi wa vituo 1601. Takwimu hizi hazijajumuisha wasa, wasimamizi wasaidizi wa vituo makarani, waongozaji, walinzi na mawakala wa vyama vya siasa. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, katika uchaguzi huu vituo vya kupi, kupigia kura vitakuwa vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Wapiga kura katika maeneo yenye uchaguzi mdogo watatakiwa kwenda kwenye vituo walivyojiandikisha na kupiga kura mwaka huo 2015. Pamoja na hayo, wasimamizi wa uchaguzi wanatakiwa kuendelea kukagua na kuhakiki vituo vya kupiga kura kwa lengo la, kuhakikishia, la kuhakikisha kuwa vituo hivyo bado vipo katika maeneo yanayokubalika kwa mujibu wa sheria na kanuni zetu pale ambapo wasimamizi wa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi ataona kuna vituo ambavyo havikidhi matakwa ya sheria na kikanuni, atatakiwa kuchukua hatua stahiki. Daftari la kudumu la wapiga kura litakalotumika katika uchaguzi huu mdogo pia litakuwa lile lililotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Hivyo watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale tu waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na wanapaswa kwenda kwenye vituo walivyojiandikishia. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 13 na sitini na moja vya sheria ya taifa ya uchaguzi vikisoma pamoja na kifungu cha sitini na mbili cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa, tume imeruhusu wapiga kura waliojiandikishwa walioandikishwa mwaka 2015 ambao ama kwa bahati mbaya wamepoteza kadi zao za kupiga kura au kadi zao zimeharibika au zimechakaa, watumie mojawapo ya vitambulisho vifuatavyo watakapokwenda kupiga kura. Watakapokwenda kupiga kura, wanaweza kutumia ama kitambulisho cha taifa, pasi ya kusafiria au leseni ya udereva ili mpiga kura aliyepoteza kadi yake ya kupiga kura au ambaye kadi yake imeharibika au kuchakaa, aweze kuruhusiwa kutumia vitambulisho vilivyoruhusiwa na tume, ni sharti awe aliandikishwa kwenye daftari la wapiga kura wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, jina lake liwe katika orodha ya wapiga kura katika kituo anachokwenda kupiga kura na majina yake yaliyopo katika daftari la mpiga kura yafanane kwa herufi, maneno na tarakimu na majina yaliyopo katika kitambulisho atakachotumia badala ya kadi ya kupigia kura. Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, tume inavikumbusha vyama vya siasa kuzingatia maadili ya uchaguzi ambayo yapo kwa mujibu wa sheria jaji wa maadili chama au mgombea awasilishe malalamiko hayo mbele ya kamati husika kwa mujibu wa taratibu zilizoainishwa kwenye maadili hayo ya uchaguzi. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, nichukue muda huu tukumbushane mambo kadhaa kama ambavyo tume imekuwa ikisisitiza katika mikutano yake na wadau wa uchaguzi kama huu. Napenda kusisitiza kuwa kampeni ya uchaguzi mdogo zitasimamiwa na kuendeshwa kwa mujibu wa katiba, sheria za uchaguzi na kanuni zilizotungwa chini ya sheria hizo, maadili ya uchaguzi wa Rais, wa Bunge na madiwani ya mwaka 2015, maelekezo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na sheria nyingine za nchi. Hakuna aliye juu ya sheria hizi na maadili haya ya uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, serikali, vyama vya siasa, wagombea na wananchi kwa ujumla tunapaswa kufuata matakwa ya masharti ya sheria hizi za nchi na kanuni za maadili ya uchaguzi. Uzoefu katika uchaguzi, katika chaguzi zilizopita umeonyesha kuwa vyama vya siasa na wagombea wamekuwa wakifuata vyema taratibu zilizowekwa chini ya sheria za uchaguzi katika hatua za uteuzi wa wagombea. Hata hivyo, katika hatua za kampeni, upigaji kura, kuhesabu kura, kujumulisha kura na baada ya kutangaza matokeo, baadhi ya vyama vya siasa na wagombea wao mara mara kadhaa wameshindwa kufuata taratibu zilizoainishwa katika sheria za uchaguzi na maadili ya uchaguzi, hususan pale ambapo viongozi wa vyama vya siasa au wagombea wao wanaona kuna haja ya hatua zichukuliwe dhidi ya uvunjwaji wa sheria, kanuni au maadili ya uchaguzi na au taratibu za uchaguzi. Tume inachukua fursa hii kuwakumbusha viongozi wa vyama vya siasa kuwa kwenye maadili ya uchaguzi, sheria za uchaguzi na kwenye sheria nyingine za nchi umewekwa utaratibu fasaha wa jinsi na namna ya kushughulikia malalamiko yanayohusu na, na kugusa ukiukwaji uki wa sheria taratibu na maadili ya uchaguzi ikiwa ni pamoja na kuainisha adhabu na hatua mbalimbali mbali za kisheria na kikanuni dhidi ya mgombea yoyote, chama chochote, afisa yoyote wa uchaguzi na hata kwa mwananchi yoyote anayekiuka sheria au maadili ya uchaguzi. Aidha, sheria na kanuni za uchaguzi zimeweka mamlaka na taratibu za kushughulikia malalamiko ya ukiukwaji wa sheria na maadili ya uchaguzi. Kwa kuzingatia ukweli huu, tume inaviasa vyama vya siasa na wafuasi wao kuzingatia na kufuata taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na maadili ya uchaguzi wanapotaka kuwasilisha swala lolote kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Umuhimu huu umewekwa bayana kwenye kipengele cha 23A e cha maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2015, ambacho pamoja na mambo mengine, kifungu hicho kinasisitiza kwamba, na nanakuu na nukuu, malalamiko yoyote yafikishwe kwenye mamlaka inayohusika kwa taratibu, kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Naomba nirudie sehemu hiyo malalamiko yoyote yafikishwe kwenye mamlaka inayohusika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria, mwisho wa kunukuu. Tume ya uchaguzi inashauri kwa mara nyingine kuwa ni vyema vyama vya siasa kwa kadri inavyowezekana vitumie utaratibu uliopo wa kisheria na kikanuni katika kuwasilisha malalamiko yanapojitokeza wakati wa kampeni, kabla na baada ya kuhesabu kura na baada ya matokeo ya kura kutangazwa. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, kikisoma pamoja na kifungu cha 53 cha Sheria ya Uchaguzi ya Serikali za Mitaa, tume inayo mamlaka ya kuhusu kuwepo kwa kampeni za uchaguzi katika maeneo ya uchaguzi. Hivyo kampeni hizo zifanyike kwenye jimbo na kata husika, na inategemewa kuwa mikutano ya kampeni italenga kuwashawishi kwa namna ya kistaarabu wananchi wa majimbo na kata husika ili wamchague mgombea anayefanyiwa kampeni. Vivyo hivyo, kwa mujibu wa kipengele cha mbili moja c cha maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, tunategemea kila chama cha siasa kifanye kampeni kwa mujibu wa ratiba, na kampeni zote zinatakiwa kuanza saa mbili asubuhi na kumalizika saa 12 jioni. Aidha, vyama vyote vya, vya siasa vinakumbushwa kuzingatia kanuni za maadili ya vyama vya siasa za mwaka 2007 zilizotungwa chini ya kifungu cha 22 H cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 ya sheria ya nchi. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, kwa kuzingatia maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, tume imekwisha kutoa ushauri kwa viongozi wa mikoa na wilaya ili katika kipindi hiki cha uchaguzi wahakikishe wanazingatia wajibu wao na ukomo wa madaraka yao katika shughuli za uchaguzi kuanzia kipindi cha kampeni hadi kutangazwa kwa matokeo. Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia ni uwepo wa mawakala wa vyama vya siasa katika vituo vya kupigia kura. Kwa mujibu wa sheria ya taifa ya uchaguzi na sheria za uchaguzi ya serikali za mitaa zikisomwa pamoja na kanuni za uchaguzi zilizotungwa chini ya sheria hizo, kila chama cha siasa baada ya kupata ridhaa ya wagombea, kinaweza kuteua mtu mmoja kuwa wakala wa upigaji kura katika kila kituo ndani ya kata au jimbo kwa kuzingatia masharti ya sheria na kanuni tajwa, siku saba kabla ya siku ya kupiga kura, msimamizi wa uchaguzi atapokea kwa maandishi kutoka kwa vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi majina na anwani za mawakala ikiwa ni pamoja na majina ya vituo vya kupigia kura walivyopangiwa mawakala hao katika eneo hili kumekuwepo na changamoto ya mawakala wa vyama vya siasa licha ya vifungu vya sheria na kanuni kuweka bayana utaratibu wa kuweka mawakala katika vituo vya kupigia kura. Mkurugenzi wa uchaguzi atakapowasilisha mada yake atalifafanua zaidi swala hilo, ili tutoke hapa na uelewa wa pamoja. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inatarajia wa vyama vya siasa vinavyoshiriki katika uchaguzi huu mdogo pamoja na wadau wengine wataheshimu, watazingatia na kutekeleza sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi, maadili ya uchaguzi, maelekezo ya taifa ya uchaguzi ya tume ya uchaguzi pamoja na sheria zingine za nchi katika kipindi chote cha uchaguzi. Tume kwa upande wake imejiandaa vyema kuhakikisha kuwa shughuli zote za uchaguzi huu mdogo wa ubunge na madiwani zinafanyika vizuri. Niwaombe muendelee kushirikiana na tume ili kufanikisha jukumu hili lililopo mbele yetu la uchaguzi huu mdogo wa ubunge na madiwani. Baada ya kusema hayo, natamka kuwa mkutano wetu umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana, mwenyekiti wa tume ya taifa Habari ya saizi tena, ndugu washiriki wote ambao tupo ukumbini leo. Mada yetu ya leo inaelezea kwa ufupi maandalizi ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo eh, moja na madiwani katika kata sabini na nane za Tanzania bara, kama ilivyoelezwa hapo mwanzoni kwenye hotuba ya utangulizi wa mwenyekiti. Sasa ni yale yale, tunajaribu kwenda zaidi katika baadhi zung, uh, ya vipengele ambavyo havikuzungumzwa kwa muktasari. Ibara ya 74 sehemu ya sita ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inaeleza kuwa ni wajibu ya tume kusimamia, kuratibu na kuendesha uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani wa Tanzania Bara. Spika wa Bunge chini ya kifungu cha 37 sehemu ya tatu ya sheria ya taifa ya uchaguzi ameitaarifu tume kuhusu uwepo wa nafasi za wazi wa ubunge katika jimbo la wa Buyungu. Waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa chini ya sheria e, kifungu cha sheria namba kumi na tatu sehemu ya kwanza ya sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ametangaza uwepo wa nafasi za wazi 78 za madiwani Tanzania bara. Kwa mujibu wa kifungu cha 371 sehemu ya B ya sheria ya taifa ya uchaguzi, kunapotokea nafasi wazi ya ubunge katika kuendesha uchaguzi mdogo, uteuzi wa wagombea wa ubunge upaswa kuwa kati ya siku 20 na 50 tangu nafasi hiyo kuwa wazi. Kifungu cha 13 hicho hicho sehemu ya tatu ya sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa, tume inatakiwa kuendesha uchaguzi mdogo angalau mara mbili kila mwaka wa kalenda. Madhumuni ya mada hii ni kutoa taarifa ya hatua mbalimbali za maandalizi ambazo tume imezitekeleza na itazitekeleza kwa mujibu wa matakwa ya katiba, sheria na kanuni, na miongozo na taratibu zinazosimamia uchaguzi wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Agosti kumi na mbili mwaka huu. Kwa hiyo, kwa kuwa tume itafanya hiyo kazi na wadau wakubwa ni nyinyi, ndio maana leo tuko pamoja ili mweze kufahamu nini kimefanyika na nini kinaendelea kufanyika na nini kitafanyika. Tarehe 27 Julai 2015, maadili yalisainiwa na tume pamoja na vyama vya siasa na serikali. Vyama vina wajibu wa kuwasistiza na kuwaelimisha wanachama na wafuasi wao kuyaheshimu maadili ya uchaguzi. Kampeni zitaanza tarehe 15 Julai hadi 11 Agosti 2018. Ni matarajio ya tume kuwa mikutano ya kampeni itazingatia maadili ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Kamati za maadili zipo katika ngazi mbalimbali. Kwa lengo la uchaguzi huu mdogo, kutakuwa na kamati ya kata, alafu kutakuwa na kamati ya jimbo, ambayo kamati hiyo ya jimbo pia ni ngazi ya rufaa ya maamuzi ya kamati ya kata. Kutakuwa pia na kamati ya taifa, pia kamati hii ni rufaa kwa maamuzi ya jimbo kwa uchaguzi wa ubunge. Uwasilishaji wa malalamiko ni saa 78 baada ya maadili kuvunjwa. Pia kamati inapaswa kushughulikia ndani ya masaa 48 tangu kupokea kwa malalamiko hayo. Na tatu, rufaa huwasilishwa saa 24 tangu maamuzi kufanyika. Kamati usika, ya rufaa husika kusikiliza ndani ya saa 48 tangu kupokelewa. Akadi, akidi inayoruhusiwa hapo ni nusu, akidi ni nusu ya wajumbe wa kamati husika. Kwa hiyo tusizitumie kamati hizi, tuzitumie kamati hizi panapotokea ukiukwaji wa maadili. Vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya uteuzi wa wagombea vimeshasafirishwa kwenda kwenye halmashauri zote e, das, mamlaka za serikali za mitaa zenye uchaguzi. Maandalizi ya vifaa vya uchaguzi yanaendelea na vitafikishwa katika maeneo yenye uchaguzi kabla ya siku ya uchaguzi. Karatasi za kura za mfano zitasambazwa tarehe nne hadi kumi Agosti kwa vyama vya siasa ili waweze kutoa elimu kwa wanachama wao. Hali ya ulinzi na usalama itaimarishwa katika vituo vyote vya kupigia kura, na tunaviomba vyama vya siasa kuwahimiza wanachama na wapenzi wao walioandikishwa kuwa wapiga kura wajitokeze siku ya uchaguzi kwenda kupiga kura bila hofu yoyote kuhusu usalama wao. Daftari la wapiga kura lililotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ndilo litakalotumika katika uchaguzi ilizotajwa za Tanzania bara wapiga kura wako e, laki tano, elfu moja na 751 wanategemewa kupiga kura katika uchaguzi mkuu vyama vilipewa nakala tepe yani soft copy, ya daftari la mwaka elfu mbili kumi na tano. Ni vyema kila chama kikampatia nakala mango yani hard copy h eh, ya vituo husika kwa kala upigaji kura. Nakala ya tume katika kituo ndio nakala itakayokuwa sahihi, iwapo kutatokea utofauti, utofauti kwa maana, kati ya nakala aliyokuwa nayo msimamizi wa uchaguzi na ile ambayo anayo vyama eh, vya siasa lakini hatutegemei kwamba utofauti wao utatokea kwa namna yoyote. Vituo 1383 vitatumika kupiga kura. Vituo hivi ndivyo vilivyotumika mwaka 2015, kwa hakuna mabadiliko. Wasimamizi wa uchaguzi watavipata vyama watavipatia vyama vya vya siasa vilivyoshiriki uchaguzi mdogo, orodha ya vituo vya kupigia kura. Orodha ya kupiga kura itabandikwa katika kila kituo cha kupigia kura tarehe 4 Agosti 2018, ikiwa ni siku nane kabla ya siku ya upigaji kura. Jamani, naeleweka? Niko speed au niko, niko slow? Naamini naenda vizuri. ili tuwe tusirudierudie, tunashauri muhamasisho wapiga kura kwenda kukagua orodha hizo mapema ili kutambua vituo vilivyopangiwa kupigia kura na hivyo kupunguza usumbufu siku ya kupiga kura. Kwa mujibu wa kifungu cha 57 cha sheria ucha, e, ya taifa ya uchaguzi na kifungu hamsini na nane cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa, chama cha siasa chenye mgombea kinaweza kuteua mtu mmoja kwa wakala wa upigaji kura kwa kila kituo ndani ya jimbo na kata ambao chama husika kinamgombea. Kwa kazi za mawakala nataka kuzitaja kama ifuatavyo, hawa ambao chama kinaweza kuwateua, cha kwanza ni kuwatambua wapiga kura. Pili, kuwaki, eh, kuwakilisha na kulinda maslahi ya chama au mgombea katika kituo cha kupigia kura na kushirikiana na msimamizi wa kituo na wasimamizi wa wasaidizi wa vituo ili kuhakikisha taratibu zinazohusu upigaji kura na uchaguzi zinafuatwa. Changamoto zilizowahi kujitokeza: kumekuwa na changamoto kadhaa kuhusu mawakala wa upigaji kura. Baadhi wanasema baadhi yani, baadhi ya hawa mawakala wanasema ni lazima wapewe kiapo cha kutunza siri na, yani, fomu namba sita. Wengine wanasema wapewe barua za utambulisho na vyama vyao kwenda kwenye vituo vya kupigia kura, vyama vifuatilie taratibu za mawakala wa upigaji kura kwa wasimamizi wa uchaguzi, tume haizingatii taratibu za kisheria na kikanuni kuhusu mawakala wa upigaji kura. Hizo yani ni maneno ambayo wanasema, ili kutatua changamoto hizi tume inatoa maelekezo ya taratibu zifuatazo. Hapa ndio sehemu ya kuzingatia zaidi kwa sababu kule kwenye field jambo hili limekuwa kidogo, kila mtu anajaribu kutoa maelekezo kwa mujibu wa kichwa chake badala ambazo zinatakiwa kufuatwa. E, taratibu za kupatikana kwa wakala wa wapigaji kula. Kwanza wajibu wa tume. Wajibu wa tume kutangaza siku ya uchaguzi kama ilivyo katika vifungu cha 35b na arobaini na sita moja ya sheria ya taifa ya uchaguzi na sura 343 na, na kifungu cha 48 cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa sura 292. Hilo la kwanza, kutangaza siku ya uchaguzi, lakini pia kuteua wagombea wenye sifa, huo pia ni wajibu wa tume ambayo iko katika kifungu cha 30 na 31 sehemu ya kwanza ya eh, sheria ya taifa ya uchaguzi sura ile 343 na kifungu cha 41 sehemu ya kwanza eh, sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa sura 292. Msimamizi wa uchaguzi kuwapatia wagombea wa vyama vya siasa vyenye wagombea majina na anwani zao za kupigia kura, kanuni imetajwa hapo, nadhani mnaiona 48 na sehemu ya kwanza ya uchaguzi wa mwaka 2015 na, 41 sehemu ya tatu ya ule wa serikali za mitaa, kwa maana eh, wa madiwani wa mwaka 2000 kumi na tano.